Habari yako kaka Saidi? Ah, salama kabisa. Nashukuru Mungu. Sijui. Niko salama. Unaendeleaje? Ah, nashukuru na Mungu kwa kweli. Karibu sana. Karibu, karibu sana kwenye mradi wetu wa piga kazi. Ah, na, nashukuru. Eh, mradi wetu unaitwa PEP, ni piga kazi empowerment platform ambayo uh, tulianzisha rasmi kwa ajili ya kutoa fursa kwa vijana. Ndio. Eh, huu ni mradi ambao tunatoa fursa kwa vijana wa kike kwa wa kiume. Sasa sisi so, tuna miradi tofauti tufaut, tofauti kwenye organization yetu. Ndio. Ah, uh, organization inaitwa Hawa, yani haki za wanawake, lakini chini sasa ya Hawa ndo tuna hizi platforms nyingine. Ikiwemo yeah, hiyo ya piga kazi, ambayo mm, ni PEP. Piga kazi empowerment platform, ambayo mm, leo ndo imetuleta mimi na wewe hapa kwenye haya mazungumzo. Kwa kwanza kabisa nikupongeze sana kwa kuchaguliwa yani, kwa the best candidate kwenye kazi hiyo ya duka la mangi ambayo tumeitangaza kwa muda mrefu, lakini hatimaye ukawa ndiye uliwazidi e, wale wengine wote waliokuja kwenye interviews. Ndio, nashukuru Mungu. Hongera sana, asante sana. Ehe, sasa uh, labda utuambie umejipangaje uh, kwenda kuanza majukumu yako hayo ya kwenye duka hilo la mangi umejipanga vipi? Yani, mipango yako ni ipi? Uh, kwanza kabisa nashukuru kwa kunipatia fursa hii uh, lakini kwenye namna gani nimejipanga kuendea majukumu yangu, kwanza kabisa namtanguliza Mungu mm -hmm. kwa sababu nina imani kubwa sana juu yake mm -hmm. uh, pengine bila yeye hata nyinyi msingefunguliwa kunipatia hii fursa mm -hmm. uh, na hilo ni jambo moja, lakini jambo la pili, namshukuru pia ama namtanguliza yeye pia katika haya majukumu mapya ambayo unaenda kuyaanza mm. uh, nitamuomba endelee kunitia nguvu, anitie imani zaidi, anitie mm. uh, um, aniongezee baraka nyingi zaidi, na anifungulie uelewa zaidi mm. uh, ili nisiharibu chochote ama nisi pengine siende vibaya nikakiuka miiko mm. ya majukumu yangu mm. kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba ili jukumu ambalo nimepewa nalitimiza kikamilifu mm. Aidha, bila kuwakwaza nyinyi ambao mmenipa hii fursa, lakini pia bila kumkwaza ambaye ndio mwenye hiyo fursa mm. sio. Yeah, sure. e, k kwa... Nashukuru Mungu amenijalia pia kwa namna moja ama nyingine uelewa fulani ambao nitaenda kuutumia vizuri katika kukuza hiyo uh, ofisi ambayo nitakuwa naenda kuendesha majukumu yeah. ya hiyo ofisi. Umewahi kufanya kazi ya duka before? Uh, of course nimeshafanya, ambalo nilikuwa nashirikiana na, na baadhi ya rafiki zangu mm -hmm. tuliunganisha nguvu uh, tukaanzisha hiyo biashara, isipokuwa mimi ndo nilikuwa muda mwingi nipo kwenye ile ofisi mm. Kuna experience pia ya kutosha mm. ya almost miaka miwili kwenye hiyo biashara okay. Kwa ile experience ambayo niliipata kule, nikija kuiapply hapa mm. nadhani tutafika mbali zaidi, naweza okay. yu... nikashauri pengine vitu vizuri ambavyo pengine kule vilikuwa vinasaidia kukuza ile biashara mm. nikaviweka huku, lakini tutashauriana pia mm. hata na bosi wangu ofisini mm, okay. Eh. Kwa hiyo unaweza kutugusia kidogo labda kitu ambacho unaweza kaenda ukashare kama ushauri kwenye duka la mangi, kama umefanya hii in investigation ukajua vitu ambavyo vipo, mara nyingi changamoto zinakuwa wapi na umejipangaje kwenda ku kwa... yani, what can you offer zaidi ya kwamba unaenda ni duka la mangi. Tunajua majukumu yake ni ile kuuza, kudeal na wateja hapa kwa hapo na nini, customer care okay. Kitu kingine ambacho unacho personally unakiamini kwenye uwezo wako, lakini you can offer kwa mwajiri wako ni kitu gani ah uh, experience ambayo nimeipata mm -hmm. Kwenye duka la mangi mm -hmm. Lile ambalo mimi nilikuwa nafanya mwanzo, ambalo mimi nilikuwa sehemu ya wamiliki mm -hmm. Wa lile duka mm -hmm. Sio experience ambayo nimeipata pale, nilijifunza vitu vingi ambavyo vinairudisha sana nyuma ile biashara mm -hmm. Ile ni biashara ambayo uh, inadili sana na watu wa mtaani moja kwa moja mm -hmm. Sio yeah. Kwa kama inadili na watu wa mtaani moja kwa moja, wana tabia ya kujaribu kuzoea wauza duka mm. Sio wakizaka, wakisha kuzoea wana tabia ya kuja kukopa yeah. Na mara nyingi huwa hawalipi mm. Kwao ni moja kati ya changamoto kubwa sana <laughs> kwenye ile biashara na ukizingatia ni biashara ambayo faida yake ama faida ya bidhaa zinazouzwa mara nyingi ni ndogo sana mm -hmm. Inaweza ikarenji kwanzia shilingi ishirini mm -hmm. Mfano kwenye vocha hizi mm -hmm. Shilingi hamsini kwenye vitu kama sigara na kadhalika, lakini inaweza alafu asilipe, manake ni hasara kubwa sana. Akikopa hata kitu cha elfu moja inamaana amepunguza gepu kubwa sana, yani akikopa, moja, gepu, kubwa sana uh -huh. kwenye biashara okay. Yani ni almost yamekula faida yako ambayo wewe pengine wewe ulikuwa unaitegemea pengine ingekusaidia kwenye jambo lako lolote, okay. Okay, okay, kwa kwa hiyo sasa we, ni kwamba uta kwa, kwa, kwa hiyo experience yako umegundua kwamba changamoto kubwa ni hiyo watu kukopa na kutokulipa. Kwa hiyo sasa yaani, uta manage vipi? ni watu wasikope au ni wewe utatengeneza mfumo gani hata hao? Wakati mwingine ni ngumu sana uh -huh. kusema kwamba hautakopesha kwa kwa sababu kuna watu pia waaminifu kwa, okay. Sasa, kabla ya kufikia kumwamini mtu, mm, lazima ufahamiane na watu na ujue tabia za watu, mm. Aa, kwa sababu watu wengine na- inaichukua muda, okay, pia katika kuwatambua kwa sababu kuna mtu atakuja mwezi wa kwanza na sura ama muonekano ama karakta nzuri, tabia nzuri kwako, kujionyesha kwamba yeye hana hizo tabia za kukimbia na hizo pesa za wateja za za za biashara yako na ama akikopa, uh, an, yani mwanzo ataonyesha kwamba nikikopa anaweza kulipa kwa muda fulani, kumbe anakutengeneza tu, anakujengea anakujengea imani kwamba yeye ni mtu mzuri, ila baada ya muda unaweza ukashangaa ana anza kutokulipa tena. Kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji muda na linahitaji pia mtu ambaye anaweza kuwaelewa watu. Ya kwa sababu usipoweza kuwaelewa watu mwisho wa siku watakimbia hata biashara yenyewe. Kuna, mm -hmm. Eh, kuna mtu ni mtu mzuri tu anakopa na atalipa. Sasa mm -hmm. Saa wakati mwingine anapokuwa na, na, na hana uwezo wa kulipa hiyo pesa kwa wakati huo ukasema usimkopeshe, unaweza ukampoteza moja kwa moja mteja wa aina hiyo. Yeah. Na wakati mwingine unakuta anachukua vitu vya pesa kubwa tu ambayo inawasaidia ama ina feva kwa namna moja ama nyingine biashara yao, kwao ni swala ambalo litahitaji mm uelewa zaidi. mm. Kwa hiyo kama nimekuelewa vizuri, ni kwamba utatumia uwezo wako na experience yako kujua sasa huyu ni nani, nitamkopesha huyu, hapana. Yaani kusema hapana, e. Kwa baadhi ya watu wanasema ndio, na kujua namna ya kufuatilia. Sasa lazima ujue namna gani ya kucheza na ndio na hapana, okay. Okay. Nimekuelewa vizuri, basi. Uh, unaweza ukatuambia labda, wewe ni mmoja kati ya vijana wengi ambao wako huko nje wakiwa wana hustle. Sisi mahustlers tuko tunajitafuta, ndiyo, ndiyo. E, platform yetu imekuwa ni moja kati ya platforms nyingine nyingi ambazo zinatoa fursa mbalimbali kwa vijana kwao. okay. unaweza ukatuambia labda kwanza kabisa ulitujulia wapi, lakini pia wewe uh, plans zako ni nini? Yani mpaka ku, kuja kwenye mradi wetu leo hii, tunapata fursa kutoka kwenye huu mradi wetu wa, wa, wa pep yani Uh, Piga Kazi Empowerment Platform. We mm, eh, dreams zako ni nini? Plans zako ni nini? Kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa mkataba wa mwaka mmoja, Deo. So unaweza kutuambia kwamba mimi nimejipanga kufanya kwa miaka kadhaa ama mimi dreams zangu ni zile na zile okay. Kwa hiyo labda utashare na sisi kidogo, japo kwa uchache. Sawa, kwanza nikirudi kwenye swala la kwanza kwamba ni mwafahamu kama ni mwajulia wapi? Mm-hmm. ni kwenye mitandao. Okay, sio ni mtu ambaye mtundu kidogo katika kujaribu kufuatilia fursa zinapatikana wapi. mm -hmm. na moja kati ya maeneo ambayo unaweza ukakutana na fursa ni kwenye mitandao mm -hmm. Isipokuwa baadhi ya vijana ama niseme baadhi wengi mm -hmm. kwa asilimia kubwa wakiingia mtandaoni wana vitu vyao wanavyoviangalia vinavyowavutia wao. wow. no, yeah. sio vitu ambavyo vitawapa vita ama vitu vyenye fursa mm -hmm. ambavyo vitawasaidia kuwasogeza mbele mm -hmm. kwa hiyo mimi kwa asilimia kubwa siwezi kusema kwamba siangalii hivyo vitu vingine, kwa sababu ubongo unahitaji kurelax pia wakati mwingine mm. kwa hiyo na najigawa vizuri mm. naweza kusema unahakikisha, yaani labda pengine asilimia themanini nimeangalia fursa, hiyo ishirini ndio media, social media. Yes. Okay. Sasa na... TikTok nikisema moja kwa moja ni TikTok. Okay. Yeah. Okay. How, hmm. Na plans za kwako yeah, plans ama pengine kitu ambacho kimenifanya niji hapa uh, baada ya kuona tangazo lile, nikaona kiasi cha mshahara pengine ambao unaweza nikalipwa uh, nikaona si haba, kwa sababu yani hata kama ingekuwa pengine hata elfu hamsini sio hmm. Nikikaa tu pengine nyumbani na kula na lala, inaweza ikafika mwezi mzima sijapata hiyo elfu hamsini kwao, nikaona hata kama ni pesa ambayo mimi binafsi naweza nikasema ni ndogo, au hata mtu mwingine yote anaweza kasema ni ndogo, siwezi kwenda kufanya kitu cha, cha kulipwa mshahara mdogo kama huo. Lakini mimi nimeamua kwanza kuchukua hatua kupata hicho hicho, mm -hmm, hata kama ni kidogo ni kikubwa, whatever mimi ambavyo nitatafsiri lakini kwangu mi nimeona ni kikubwa tu kwa sababu ningekaa nyumbani nisingekuwa na uwezo wa kupata hicho kiasi cha pesa. Mm -hmm. ko kwa kuanzia siyo mbaya, kwa sababu hata kama unataka milioni mia huwezi kukutana na milioni mia bila mm -hmm. kuanza hata na mia huku chini ehhe. Mm -hmm. ka hicho hicho kidogo nitakachokipata mm -hmm. nitahakikisha, na baadhi natumia kwenye mambo yangu binafsi mm -hmm. ya kuendesha maisha ya kila siku, lakini kingine nitakihifadhi kwa ajili ya future. Okay, ambayo future sasa ndo nini? Maybe labda yani, ya kuna vitu na experience navyo ambavyo pengine kwa miaka ijayo ningeweza kuja ku kuvifanya. Mm -hmm. In case nitakusanya kiasi cha kutosha cha fedha ama hata kidogo ambacho kitaniwezesha kwenda ku kickstart hicho kitu ambacho nataka kwenda kufanya. Ni biashara. Ni biashara by the way. Okay, hivi sorry, sijakuuliza mm -hmm. elimu yako. Form six. Six. Na kwa nini hukuwaza labda kusoma maybe ama kuajiriwa? Mini huje usome huje uajiriwe? Unaonekana ni mtu ambao uko kwenye uh, mlengo wa kufocus zaidi kwenye biashara kuliko hizi ajira nyingine. yeah, of course, unajua siwezi kusema elimu ni mbaya, lakini mm, tumeona watu wengi ambao wamesoma na wengine wanampaka masters, lakini wako mtaani pengine mm. Sio? mm. Kwa hiyo nilichokiona mimi kwa nafasi yangu ama kwa upeo wangu ni kwamba at least nikifanya biashara, kadri muda unavyozidi kwenda, nitakuwa na grow, nakuwa natoka hatua moja kwenda nyingine ya, kwa sababu ningeweza kusoma nikafikia mpaka elimu fulani, lakini bado nikawa huo mda nilioutumia kwenye elimu usije kunifanikisha japokuwa mtu mwenye elimu ni tofauti na ambaye hana elimu, hata kwenye reasoning tu ya kawaida, kwenye baadhi ya vitu kuviendesha, inakuwa rahisi zaidi mm. kwayo okay. elimu ni nzuri, nzuri kuwa e, ambaye e atasoma na ikamnufaisha, asikate tamaa kama ana malengo na hiyo elimu yake, lakini pia ambaye hajapata nafasi ya kusoma asikate tamaa akae chini afikirie, ni kitu gani anakipenda kutoka moyoni, kwa sababu kuna swala la passion. Lakini kama hamna passion, mwingine anafanya nini? ambacho unaona mimi nikienda kukifanya kitanufaisha, aende akafanye. mm. lakini kishindikana kabisa, we tafuta chochote cha kufanya. wakati unafanya hicho kitu, huko huko utakutana na kitu ambacho utakipenda. mm. utaendeleza yeah. maisha yako yeah. mm, okay sawa. So, nimekuuliza sana kuhusiana na plans za kwako uh, mm sana sana kujua yani wewe personal vision ya kwako. Ukiachilia mbali mwanzo, tulianza na kwa mwajiri mm -hmm. Namna gani unaweza kuwa productive kwa mwajiri, nimekuuliza mm -hmm. Kwa sababu kuna swala moja ambalo ni very sensitive, very crucial limekuwa yes. likitokea kwa Uh, kwa watu wengi swala mm-hmm. la uaminifu eh, unakuta mtu naenda kufanya kazi kwa mtu ama kwenye taasisi fulani ama dukani, kama hivi kwenye duka la mangi la mtu mm-hmm. Uh, lakini naenda pale nikiwa ninazo mimi plans za kwangu binafsi. Ndiyo. Amba, which is good kuwa na, na, na plans kwa sababu tunategemea mtu tu ambaye anajitambua ta kupewa kusimamia kitu cha mtu, lazima yeye mwenyewe awe kwanza amejitambua na ana plans za kwake mm -hmm. Yani, before za watu mm -hmm. Lakini sasa itakapokuja pale kwamba umeshapewa majukumu ya mtu you know, you have to set the priorities kwamba kuna priority ya huyo aliyekuajiri ambaye alikuwa mm -hmm. ana changamoto yake, kwa hiyo amekutafuta wewe, ulikuja kutoa suluhu kwenye alichokuwa na kifaa eh, alichokuwa na kihitaji Mbe. Sasa utakapofika pale ukawa na plans zako nyingi na baadaye ukamsahau kusiana na na, na mwajiri wako huko, sasa ndiyo unakuja kutokea na mambo mengine ya ushawishi wa kutamani kwamba mimi, ngoja na mimi natamani nianzie ya biashara yangu. Na uzuri wewe mwenyewe umesema unataka kuwa mfanya biashara, kwa hiyo pale uko kwenye biashara ya mtu ambayo inaweza ikawa ni moja kati ya vitu vikubwa sana vya kushawishi wewe kutoka kwenye line ya kuwa mwaminifu na kuweza kudhubutu ama pengine kuweza kufanya uh, makosa ya kuweza ku, kuiba yani, huwa imetokea mara nyingi ya sasa kwa vijana hasa sasa kwa wakaka, yani naweza nikasema ndio wadada kwa wakaka wanaiba. Yeah. Lakini tukiwa rate wakaka, yeah, wako level ya juu zaidi kuliko wadada. Yaani that's nature. Mara nyingi, Mm-hmm, wadada wana ile namna fulani ya hofu, uoga na kutokujiamini kupitiliza ambayo inawapelekea wao kutokuweza kuattempt masuala ya kuiba mara nyingi kama wakaka. Yeah. Kwa hiyo labda utuambie ni wewe wewe binafsi yako unawezaje kujicontrol kwa sababu unajua ubaya wa wizi ni ushawishi, yani mm. ni dhambi ambayo utaifanya tu pale ni yani kosa ambalo utalifanya kwa sababu huko unashika, una hela mara kwa mara kwenye duka la mangi utauza, unapokea hela cash. Yeah. Kwa hata kama ukisema kwamba mwajiri wako atakumanage of course, atajitahidi hawezi tu kuwa ameajiri mtu akasimanage, lakini kuna ile level fulani ya discipline ambayo tunahitaji ya trustworthy ambayo tunahitaji kutoka kwa mtu yeye mwenyewe tu personally kusema kwamba kuna vitu ambavyo sitaki kuvifanya at all Deo. Yani ikiwemo kuchukua kitu ambacho ni cha mwajiri wako Deo. Yani hata kama ni shilingi 100 ya ya bado yani unatakuwa wewe akili yako ifahamu kwamba hichi kitu sio saan. sio cha kwangu. Kwa hiyo labda unaweza ukasemaje kuhusiana na swala la uaminifu kazini? Ndio yani mm. Mm, nikizungumzia kwa ujumla mm, watu wengi ambao unakuta wanafanya tabia kama hizo ni watu ambao wana tamaa ya kufanikiwa kwa haraka, haraka, mm, bila kujua kwamba mafanikio ni process, mm, mafanikio ni hatua yani, lazima utoke hatua moja mpaka mia, sio huwezi mm, kufika mia kabla ujaanza huko kwenye moja mm wengi driving factor inakuwa ni ile tamaa ya kufanikiwa haraka haraka. Sasa mimi kwa kutambua kwamba watu wengi wanatamani kufanikiwa haraka haraka, sipo upande wa watu ambao wanatamani kufanikiwa haraka haraka. Na mm -hmm, natamani nijifunze vitu vingi, kwa sababu mafanikio yanabebwa na mafunzo fulani, yaani lazima kuna vitu viwe vimekujenga ndani yako ndio vikupie mafanikio. Bila kujengwa na hivyo vitu, mafanikio hutapata. Utaajiriwa sehemu utaiba hata milioni mia, lakini watu watakutafuta hata baada ya mwezi mmoja wasikukute na hiyo pesa kwao. Lazima uwe na self-discipline, kwanza, kwa sababu hata kupatiwa hiyo fursa hujulikani ulipotoka. Mm, sio a, pengine a, watu wamejaribu labda kukujua kwa uchache, lakini bado wakakuamini, wakakupa fursa fulani. Kwa hiyo unatakuwa ubebe aibu uwe na aibu binafsi, usitaki kwenda kuwaibisha watu ambao wame wamekubebea imani, kwa sababu hii tunaita kubebewa imani. Huyo mwajiri ambaye wewe unaenda kuunganishwa naye ni mtu ambaye hamkufahamiana kabla, lakini watu wamebeba imani juu yako. Kwenda kwa mwajiri wako, koo cha kwanza, lazima uhakikishe uh, uh, taasisi kama hii ya pep ama hii idea ilivyozaliwa, ilizaliwa ili kusaidia watu ambao pengine alikuwa anatafuta mtaji, lakini anashindwa kuupata huo mtaji, kulingana na mambo tofauti tofauti yanayofanya huko mtaani, yamsaidii kufikia kwenye malengo yake. Hasa unakutana na wazo kama hili ambalo limezaliwa na hii taasisi, linakusaidia, unapata fursa. Wewe unaenda kuharibu kwenye hiyo fursa kwa sababu Akuma, wakati mwingine hata okay, kwenye hii taasisi unaweza ukakuta kuna fursa kubwa zaidi mm. Ukienda kufanya hiyo ndogo kwa uaminifu mkubwa, hata hizo kubwa zaidi zinazokuja huko kwenye future zinaweza yu zikaku... e, e, utakumbukwa na wewe pengine utawekwa kwenye kipaumbele cha kupewa hizo fursa. Ya, lakini pia in addition kwenye maisha, inawezekana kile unachokipata hapo direct kwa ni kidogo sana compared kwenye ile value utakayopata kwa watu baada ya wewe mwenyewe kujijengea uaminifu kwa yeah, yeah. Eh, sababu unapokutana na watu wapya, connection mpya eh, lakini pia wewe kama ulivyokuwa unaelezea kwamba utawaangusha watu waliokuamini, yaani mm hii -hmm. ni taasisi kubwa, platform mm hii -hmm. imeanzishwa rasmi uh, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu weza kujikwamua kiuchumi, waweze kujitegemea kiuchumi. Sasa inapotokea kwamba sisi tunawapa fursa watu ambao baadae wanatu let down, hii maana yake itaondoa ta hata ile ule uaminifu ambao watu pengine wanayo kwenye taasisi yeah, ambayo ina maana wewe mmoja unapelekea watu wenzako kumi ama mia kukosa fursa kwa sababu tu yani, kuna, ya makosa ambayo mm, yamepelekewa na kukosa uaminifu ama kukosa discipline kazini hmm, yani, kuna yeah, mia, mm kuna milango pengine yeah, angu, mimi, ya watu mia huko ambao mm, pengine wangeenda kufanikiwa yeah, hasa kuharibu kwangu mimi kusababisha hao watu mia wasipate hizi fursa. Sin singependa kupata hiyo laana kutoka eh, kwa Mungu eh, kwa hiyo uende tu na hayo maneno ya Mungu, na sisi tuna, tuna uh, kuhasa sana tuna kusihi kwamba ukafanye kazi yako kwa uaminifu yani. Hakuna ya hakuna taji uh, inayozidi mtu anayepewa ya uaminifu kwa kweli, yaani mtu ukiwa mwaminifu kwenye kazi yote unaifanya hata kama ni kazi ndogo tu kesho na keshokutwa, huwezi jua mwajiri wako ataweza kukupeleka wapi. Na sio mwajiri wako tu, huwezi jua watu utakao interact nao hapo kwenye hiyo kazi, wakakuona wewe unafanya kazi ya mtu kwa bidii, kwa uaminifu, baadaye nini kitatokea? Kwa sababu wote hatujui, hatujui kesho zetu, hatujui pia watu tunakutana nao wana impact gani kwenye maisha yetu. Kwa hiyo jaribu na, jitahidi na hakikisha unakuwa mwaminifu kwenye kazi unayoenda kuifanya. Imani uliyobeba ni kubwa, umebeba taswira ya taasisi, umebeba taswira ya ndoto zako. Umebeba taswira ya ya wenzako vijana wenzako wengi ambao ni wa Kitanzania wako nyuma huko wakitafuta fursa mbalimbali. Ndio. Okay, na unasema neno gani moja kwa vijana wengine ambao wapo mtaani bado wanajitafuta hawajapata fursa za hapa na pale? Neno gani unaweza ukawaachia? Mi labda kikubwa ambacho naweza nikawaachia ma nikawashauri ni kwamba wasikate tamaa, cha kwanza. Lakini cha pili, sasa hivi fursa zipo nyingi, sio? Nadhani toka zamani zilikuwa nyingi, isipokuwa vijana ama au watafuta fursa, kwa sababu anaweza akawa hata mtu mzima ashatoka kwenye ujana, naye anatafuta fursa, lakini nguvu anayotumia kutafuta hiyo fursa ni ndogo, kwa sababu hata mimi kabla ya kuja hapa nilikuwa kwenye fursa na ndani ya muda mfupi nikatoka ndani ya hiyo fursa ambayo nilikuwepo huko nyuma mm -hmm. Aa, kwa kutaja moja kwa moja, huu ni mwezi wa kumi. Kwenye hiyo fursa niliishia mwezi wa saba. Sasa mwezi wa saba mpaka mwezi wa kumi mm -hmm, ningekuwa ni kijana ambayo nakata tamaa, pengine hata hii fursa ambayo nimeipata sasa hivi nisingeipata. mm -hmm. Kwa hiyo ndani ya huo muda hamna siku ambayo nili resti kwa raha kusema kwamba sasa hapa napumzika. mm -hmm. Sina kazi ya kufanya, sina nini, ni enjoy maisha Okay. Sio ko kila siku nilikuwa najitahidi ni namna na gani nitapata fursa nyingine ambayo itanisogeza. Kwa hiyo okay. Kijana yoyote ambaye yuko mtaani hana fursa yoyote ahakikishe siku isipite bila kuangalia ni fursa gani atafanya, ajaribu kuongea na watu mm-hmm. Ajaribu kupita mitandaoni, hata kama e hana simu, kuna watu wengine wana simu hizi Okay. Kitu kama hicho. Okay. Ha, sisi tunakushukuru sana kwa uh, maneno mazuri ambayo umeyasema uh, kwa ajili mm -hmm ya mradi kwa ajili ya vijana ambao wataenda kutizama mm haya -hmm mazungumzo, naamini kwamba yatakuwa ni funzo, watapata chochote kitu kutoka kwenye maneno yako, lakini zaidi sana nakupongeza kwa mara nyingine, ongera sana kwa nafasi uliyoipata, sisi kama taasisi tunakutakia kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yako lakini pia tukuambie tu, kama tunategemea kupata positive positive comments positive feedbacks kutoka kwa mwajiri wako. Hatutegemei tena tuanze kuwa tuna deal na issues ambazo zinatokana iti na utendaji kazi. Kijana smart kama wewe, akili ipo kichwani, alafu ushindwe kufanya kazi kwenye duka kumwongezea mwajiri wako pale, uh, values kwenye biashara zake? Hapana. Kwa hiyo tukutakie kila laheri na taasisi ipo kwa ajili ya nyinyi ambao mnapata fursa. Kwa hata kama utakapokuwa kazini bado jua hapa ni nyumbani mm, unaweza ukatu reach out anytime kwa kuna issue mm, usisahau kwamba hapa kwenye taasisi ndiko ambako unatakiwa uwe unawasiliana na sisi, sawa sawa. Asante sana na shukuru sana. Mm, na Mungu awabariki sana, muendelee kuwafungulia vijana wengi zaidi mm, hizi fursa. Amina sana tunashukuru, asante sana. haya.